Kwa sasa hali ya maambukizi bado, kuna wagonjwa wengi wa kifua kikuu katika halmashauri yetu. Kwa mwaka jana takriban tulikuwa na wagonjwa karibia 879 na, na kwa robo tu ya Januari Machi mpaka sasa tuna wagonjwa karibia mia na sitini. Kwa hiyo inaonyesha bado kifua kikuu ni ugonjwa ambao ni tishio hasa kwa halmashauri yetu. Kwa sasa tuna tulikuwa tuna kampeni nadhani tuliwashirikisha vituo uh, vingi vya redio kupitia matangazo, tuliwafikia watu mitaani na wengi walituona tukitoa huduma, na tunashukuru kwa mwitikio mkubwa ambao watu walikuwa nao, na hata sasa ambapo kampeni imeisha, bado tunaendelea kupokea watu, tunaendelea kuwaibua wagonjwa. Lengo ni kufikia malengo ya wizara kwamba 2030 tuwe tume maliza ugonjwa wa kifua kikuu hapa Tanzania. Hayo ni malengo ya wizara, kwa hiyo tunatamani wale ambao wana wagonjwa huko nyumbani wawalete wagonjwa hao hospitalini. Kwa dalili za kifua kikuu ni zile zile tano za kila siku, kutoka jasho jingi wakati wa usiku, kuwa kukohoa kuanzia wiki mbili na kuendelea, kukohoa makozi yanayochanganyikana na damu kupungua uzito. Kwa hiyo utakapoona dalili hizi, tunaomba uje hospitali. Matibabu ya kifua kikuu ni bure kabisa. Tunashukuru kwamba serikali imeona umuhimu na imeona kwamba ni ugonjwa ambao unahitaji fedha nyingi kununua hizo dawa, na kuja wameona iwe ni bure. Kwa hiyo hauna sababu ya kutokuja katika kupata huduma. Changamoto tunazopata ni kwamba watu wanapopata dalili wanaenda kwanza huko wanaangaika, wanaenda kwenye maduka ya dawa, wanakuja kwetu wakati wamechoka sana. Kwa hiyo wengi tunapoanzishia dawa hawakai muda, wanakuwa katika wanapoteza wana maisha. Kwa sasa tukipata kwa robo, tunaweza tukapata wagonjwa wakafika kuanzia kumi mpaka kumi na mbili wanaweza wakafariki kutokana na kifua kikuu.